Hii heo unavyoona inaendelea kuvuja, nile ile niliyokuwa nasema pale kwamba sili yake sio ya kujirudisha, lakini ile pale ni tofauti na hii hapa. Kwa hiyo hiki hapa, baada ya kukitumia, hata kama ilikuwa imejaa poda hapa, baada ya dakika 10 mbele akina issue poda, poda itatoka tena. Tumeelewana jamani? Kuhi, tumiku. Kwa hiyo situmie hiki ukasema, nikitunze kitatumika tena na kesho na kesho yake tena <tuhi> wi wow. Moto unawashwa bado hujatoa pini. Aha, elekea kwenye moto. Unapoanza kuhisi temperature, sogea kwenye moto. Utakapokuhisi joto, sogeza mkono nyuma kidogo ulioshika. Ehe, hapo hapo. Sogea. Sogea. Sogea. Aya, hapo hapo. Sogea. Ah, minye moja kwa moja. Lenga moja kwa moja. Chezesha. Sogea, sogea, sogea, sogea. Sogea, sogea, sogea, sogea, sogea. Sogea, sogea, lenga. Basi, basi, basi, basi, basi, basi, basi. Sogea. Basi basi basi basi basi. Eh, bado hujamaliza. Mafunzo ya leo sio ya kwako tu peke yako, mpaka kwenye familia. Tunagundua zile ndoto tulizoweka kodoni leo tunaenda kuzitoa, lakini pia elimu vipeleke, zipeleke pia na kwenye familia zetu. Tunawashukuru sana wawezeshaji